Kitabu cha mwanamke fungua kurasa, dada. Habari? Salama. Habari? Nzuri. Unaitwa nani? Aa, mi kwa majina naitwa Benedicta Mela, ni afisa wa benki natokea NMB Kurasini. Sawa, sawa. So, so, ningetamani kufahamu kitu gani ambacho kimwaleta leo katika shule ya msingi Wireless. Aa, tumekuja hapa shule ya msingi Wireless specifically kwa ajili ya kutoa elimu za kibenki kwa hawa watoto ambao tuna... Tunatumaini na tunategemea kwamba ndo watakuja kuwa uh, wateja wazuri wa benki hapo baadaye. Kwa hiyo tumekuja kuwapa elimu ya namna gani watoto wanaweza wakafunguliwa akaunti ambayo tunaziita mtoto akaunti kwa yule mzazi ambaye afahamu kuhusiana na utaratibu wa kufungua akaunti ya akiba kwa ajili ya mtoto, mnamsaidiaje? Okay, kwa sababu tumekuja hapa tumepatana na watoto, lakini kwa mzazi ambaye anataka kupata elimu ya namna gani atamfungulia wa mtoto wake akaunti, tunatoa hiyo elimu pia mzazi kama mzazi kama ni baba ama ni mama, ili tuweze kumfungulia mtoto akaunti, inabidi wewe mzazi uje benki ukiwa una kitambulisho chako. Na vitambulisho ambavyo tunatumia ni vitambulisho vitano ambavyo vinatambulika kitaifa: kitambulisho cha mpiga kura, leseni ya udereva, pasipoti ya kusafiria ama uh, namba ya NIDA kwa wale ambao hawana vile vitambulisho Ndiyo. Lakini pia tunate, tunataka mzazi aje na kopi ya cheti cha mtoto cha kuzaliwa ama kile cheti cha kuzaliwa chenyewe, kwa sababu sisi wenyewe tuna mashine zetu tunaweza tukatoa kopi, na shilingi elfu kumi kama kianzio. Na ningetamani kufahamu mnaifikiaje jamii ambao hao ndio wazazi na walezi wanaoishi na watoto ili kuwapa elimu kuhusiana na masuala ya kufungua akaunti ya akiba kwa ajili ya watoto? Ah, okay, namna ambavyo tunawafikia ni kama hivi tunafika kwenye mashule, lakini pia huwa tunatoka nje, yaani hatukai tu ndani kule benki, tunatoka tunakuja mitaani tunahosti uh, uh, miadhara tunaweka tunakuaga, tuna gari letu kwa ajili ya matangazo. Kwa hiyo tuna, tunakwenda sehemu ambazo tunaamini kwamba tutawapata wale watu ambao ni wazazi. Kwa hiyo tunaamini kwamba mzazi akipata ile elimu inakuwa ni rahisi kuliko mtoto. Mtoto atasahau lakini mzazi um, mwenyewe tukimpata inakuwa ni rahisi kwa ajili ya kumshauri kumshawishi kwa ajili ya kuwafungulia watoto akaunti. Na neno lako la mwisho kwa jamii na wazazi kwa ujumla kuhusiana na akaunti ya akiba kwa ajili ya wa watoto? Uh, neno la ushauri ni kwamba wazazi wawafungulie watoto akaunti, kwa sababu zitawasaidia wao wenyewe wazazi, lakini pia zitawasaidia hawa watoto kwa sababu Unajua sasa hivi maisha yamebadilika, yamekwenda mm -hmm, kidigitali sana, kwa hiyo inabidi na sisi twende sawa na vile ambavyo dunia inatutaka twende. Faida ya kuwa na akaunti ya mtoto ama mzazi kumfungulia mtoto wake akaunti ni kwamba itamsaidia yeye mwenyewe mzazi, siku umepelea mtoto anatakiwa kwenda shule, imekosekana ada, imekosekana uniform, inakuwa inakusaidia wewe mzazi unakwenda tu kwenye akaunti ya mtoto ulimwekea kati ya ka elfu tano kwa elfu kumi Mungu amejalia zimefika elfu hamsini ukitoa elfu ishirini mtoto kanuliwa uniform kaenda na shule kwa hiyo inakuwa inasaidia na pia hii akaunti ya mtoto huwa hazina makato ndio maana tunashauri pia wazazi wafungue kwa sababu demo unaweka kidogo kidogo inakusaidia we unaweza kaja ukatumia hata baadaye kwa ajili yako wewe lakini kwa ajili pia ya huyu mtoto na mzazi au mlezi angetamani kuwafikia nyinyi NMB anawafikiaje sisi NMB tuna matawi mengi yapo nchi nzima. Sio lazima aje Kurasini, akienda Temeke atahudumiwa, akienda Mbagala atahudumiwa. Matawi yetu yako sehemu zote, lakini pia hata mawakala sisi tunao ambao wanatembea wanaweza kufika sehemu zote. Sawasawa sana dada, nashukuru sana. Karibu sana na wewe NMB. <muchu>